Okay, huyu anasema dokta, nina swali nataka kuuliza. Nina mpenzi wangu au mwanamke wangu ambaye nipo naye nipo naye, tukiwa naye katika katika muda wa tendo huwa maji maji yanatoka mengi na kwa haraka bila kuanza kumwandaa, lakini sasa hivi uke wake unachelewa sana kutoa maji maji kwa ajili ya kufanya tendo na uke wake unakauka mapema na kuchelewa kutoa maji maji yake. Okay, karibu ndugu mtazamaji. Kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina anaitwa Dr. Kuboja ni bingwa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Leo nimepata swali kutoka kwa mdau wangu ambaye huwa ananifuatilia hapa iyaenda kuwa na wewe, ni miongoni mwa watu ambao unaona video hii kwa mara ya kwanza, ni kusi cha kwanza kabisa subscribe hapo chini, bonyeza hiyo alama nyekundu, halafu jisajili. Baada ya kuwa umeshajisajili bonyeza alama ya kengele. Alama ya kengele ni kwa ajili ya kupata taarifa ama kupata notification pindi nitakapoweka video nyingine. Kwa hiyo huyu mdau wetu ameuliza swali ambalo ni very professional kwa nini nasema very professional? Ni one of the problem ambayo inawakuta wapenzi wengi, wanandoa wengi ambao wanashiriki tendo la ndoa. So katika swali la huyu mwamba ama la huyu mwanaume anasema kwamba mwanzoni mpenzi wake alikuwa anatoa maji maji ya kutosha, alikuwa anapata maji maji ya kutosha wakiwa wanashiriki tendo, lakini suddenly hali hiyo imebadilika Sio kama hapo nyuma tena, sasa hivi maji hayatoki, lakini pia uke wake unakuwa ni mkavu sana. Nina uhakika hajaongezea kitu kingine hapo cha ziada. Kuna uwezekano mkubwa hata mpenzi wake, labda kwa sababu ya kukauka kwa maji, anajikuta pia anapata maumivu wakati wa kushiriki tendo. So solution yake hapa ni nini? Solution yake hapa ni nini? Mwanzoni alikuwa anapata maji maji, maana yake alikuwa yupo katika hisia kali za kimapenzi, na anasema ilikuwa hata kabla ya kuweza kumwandaa. Lakini wanapokuwa wanashiriki, unapomwandaa mwanamke kisaikolojia, hii ni moja ya faida ambayo wengi ninawafundisha hapa mara kwa mara, unapomwandaa mwanamke kisaikolojia, ukaja ukamwandaa kimwili, automatically mwanamke atapata hali hii. Sasa the more mnavyokuwa mnashiriki tendo, kuna vitu vinaanza kupungua. Ulikuwa unafanya maandalizi kwa muda usiopungua dakika thelathini, unaanza kupunguzwa, unafanya dakika ishirini au dakika kumi pasipo kujua kwamba mwanamke wako anahitaji muda wa kutosha. Unahitaji kuweza kuitengeneza akili yake vizuri kabla hujaanza kushiriki naye tendo la ndoa kwa hiyo hata mwanzoni, alipokuwa anashiriki naye, wakati anafika katika kilele na kutoa maji mengi, maana yake yalikuwa ni maandalizi ya awali yaliyofanyika kisaikolojia na kimwili. So vitu hivi vinapoanza kupungua, lakini ni moja ya changamoto ambayo inawasumbua wanawa, wanandoa wengi leo hii, lakini kumbe kuna baadhi ya vitu ameshaanza kuvipunguza Mwanzoni wakati wanaanza maisha ya tendo la ndoa alikuwa anafanya vitu vya ziada vinavyompagawisha mwenza wake, kwa vile vitu kadi, wanavyoendelea kushiriki anaendelea kumzoea anaendelea kuvipunguza na kuviacha, inaweza kapelekea hali kama hii. Namba mbili, kwa sababu ya wanawake wengi kuwa na ugumu wa kushindwa kuingiliwa, Wanaume wengi wanaanza kutumia mate ili kuweza kumlainisha mwanamke kabla hajamwingilia, na hilo ni jambo ambalo ni hatari kwa sababu mate yana infection, yana bacteria, inaweza ikapelekea katika magonjwa ya zinaa. Nimeshakutana na wanawake ambao wameambukizwa magonjwa, wamepata fungus, wamepata changamoto mbalimbali, lakini kumbe source kubwa ni mwanaume ambaye anayetumia mate wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo epuka sana hiyo hali. Kwa hiyo mwanaume anayetumia mate na yenye pia inaweza ikapelekea katika hali kama hiyo. Namba moja, hakikisha maandalizi yako yanakuwa ni endelevu. Maandalizi yako unayafanya kwa kina, unamwandaa mwanamke kisaikolojia kabla ya kuanza kumwandaa kimwili. Hatua ya pili, unakuja kumwandaa kimwili. Kwa kufanya hivyo, maji yatapatikana kwa wingi. Namba mbili, nimesema usitumie mate na namba tatu, kuna uwezekano mkubwa mwanamke wako au mwanamke ulie naye ana shida ya mvurugiko wa homoni ama tunasema hormone imbalance, ambayo imempelekea kwenye hiyo hali. Huenda kuwa mwanzoni, wakati mnaanza kushiriki tendo la ndoa, homoni zake zilikuwa vizuri. Aidha ameingia katika kula vikunywa vinywaji vya viwandani vya, vya, vya kwa wingi, kula vyakula vya viwandani vya kwa wingi vimepelekea kwenda kukausha katika eh, grants zake ambazo zipo katika maeneo ya uke ambazo zinatoa secretions, zinatoa maji maji kwa wingi, na mwisho wa siku anaanza kupata hiyo changamoto. Kwa hiyo mwanamke pia ambaye anayetumia vyakula vya viwandani kwa wingi, vinywaji vya viwandani kwa wingi, inaweza kumpelekea akapoteza uhalisia wake aliyokuwa nao hapo awali. So, Dk Kuboja nina dawa maalumu kwa ajili ya kuweza kudhibiti ama kuondoa tatizo hili. Kwa hiyo mwanaume ambaye unaisumbuliwa na changamoto, mwanamke unayesumbuliwa na changamoto hii, huenda kuwa katika hayo mengine niliyoelezea, wewe haupo, lakini upo katika kundi la wanawake ambao wana shida ya hormone imbalance, naomba tuwasiliane. Kuna dawa maalum ambayo nitakayokusaidia itakayorudisha hali yako ilivyokuwa kama ilivyokuwa awali. Huenda kuwa na wewe ni miongoni mwa wanawake ambao wana experience hali ambayo ameielezea dada huyu. Kwa hiyo naomba tuweze kuwasiliana, niweze kukusaidia wewe mwanamke ambaye unapitia changamoto hii. Kwa ushauri zaidi, kupata matibabu kama una shida ya hormone imbalance, ushauri na saa, nipigie katika namba ifuatayo